Lakini tupo viongozi ambao tunadhani kazi yetu ni kumlaumu kiongozi aliyo juu yetu. Viongozi wa serikali wa ngazi za mitaa na kata wametakiwa kutambua na kutekeleza ipasavyo ya majukumu yao ya kazi badala ya kuwalaumu viongozi wa ngazi za juu kuhusu utatuzi wa kero mbalimbali zinazowakabili wananchi katika maeneo wa hayo katika maeneo yao. Hayo yamesemwa na waziri wa Katiba na Sheria, Dr. Damas Ndumbaro wakati akifungua semina ya kampeni ya msaada wa kisheria kwa wenye viti na watendaji wa mitaa katika Manispaa ya Songea leo Mei kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Viongozi tuko viongozi wa aina tofauti tofauti, sisi wote hapa ni viongozi. Tuko viongozi ambao ni wazuri kwenye utendaji, tunapanga mipango ya maendeleo tunayajua maeneo yetu, tunawajua watu wetu, tunajua mahitaji ya watu wetu na tunafuata mifumo ile ya uongozi. Lakini tupo viongozi ambao tunadhani kazi yetu ni kumlaumu kiongozi aliyo juu yetu. Yaani, wewe ni mjumbe wa serikali ya mtaa, kila siku ni kumlaumu mwenyekiti tu kila siku ni kumlaumu tu mtendaji wa mtaa, anasema mtendaji yule anajidai sana kwa sababu ya ule muhuri. Si kweli jamani. Na kwenye ngazi ya mtaa pia, mwenyekiti naye kazi yake ni kumlaumu mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata kazi yake ni kumlaumu diwani. Diwani kazi yake ni kumlaumu mbunge. Mbunge kazi yake ni kumlaumu rais. Tukiwa na viongozi wa aina hii hawafai. Tunataka viongozi ambao wanaweza kutekeleza majukumu yao katika maeneo yao. Kinachopaswa katika mtaa wenu kuainisha mahitaji ya wananchi katika huduma za jamii. Kuainisha kwamba hapa wananchi wanataka zahanati, wananchi wanataka maji, wananchi wanataka barabara, wananchi wanataka umeme, wananchi wanataka shule, wananchi wanataka fidia. Kila mahitaji ya wananchi lazima mwainishe pale kwenye serikali za mtaa, na sio kuainisha tu mnakaa kwenye vikao, mnaandika muhtasari, na ule muhtasari unakwenda kwenye ngazi ya kata. Na nalisema hili mbele yenu kwa sababu sasa hivi barabara ya mtaa ikiwa mbovu, lawama ni kwa mbunge. Nasema si, hatuna mbunge hapa, hatuna kabisa mbunge. Sasa barabara ya mtaa ikiwa mbovu lawama ya kwanza ni kwenye serikali ya mtaa, mwenyekiti na wajumbe wake, wajumbe wake. Semeni nyinyi wenyewe kule mtaani kwamba sisi hapa hatuna mwenyekiti wala wajumbe. Jifunzeni kwanza kusema hiyo kuanzia leo, kwa sababu ndiyo kazi yenu kabla mjamlaumu diwani na mbunge. Jiulizeni, mmekaa kwenye kamati ya serikali ya mtaa, mlilijadili hili? Mmeliingiza kwenye minutes kumbukumbu mmelipeleka kwa diwani? Kama jibu ni hapana, anza kujilaumuni nyinyi, twende tukabadiliki. Tukishampelekea diwani alafu haijatokea bado, tumuulize diwani. Kama diwani hajapeleka manispaa, ndio tumlaumu diwani. Kama limefika manispaa na limewashinda hapo sasa ndio tuongee na mbunge huo, ndio utaratibu Lakini pia kwenye kushuka chini ni hivyo hivyo. Hiyo ilikuwa ni kupanda juu, sio. Kwenye kushuka chini ni hivyo hivyo. Fedha za maendeleo kutoka taifani kuja halmashauri anayezileta ni mbunge, ndiyo maana halmashauri moja na nyingine maendeleo yanatofautiana. Sasa nimewasikia baadhi ya Asa ni viongozi, hasa waheshimiwa madiwani wenzangu, maana na mimi ni diwani. Anasema unajua, niliongea na Samia, ameleta fedha, nimejenga barabara. Wewe diwani uliongea na Samia lini? Aidha, amehimiza viongozi hao kuwa karibu na wananchi na kutumia kampeni ya msaada wa kisheria kama fursa ya kuwasaidia wananchi kuelewa haki na wajibu wao kwa mujibu wa sheria. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni shehani mseina. Up to date zaidi zinapatikana kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.